Mambo vipi mtazamaji wa Sam Shopson na mwanafamilia wa SG Corporation? Karibu, naitwa Director Sam. Sasa uh, kama nilivyokuambia katika video zilizopita ama katika video iliyopita uh, ni kwamba kabla sijatoka online kuna video niliposti ambayo ilionyesha uh, namna gani ambavyo watu wanatumia njia za kitaperi kutaka kuwaibia watu. Sasa leo nataka nikuonyeshe ni namna gani ambavyo unaweza ukakwepa. Na, na content hii ya leo uh, imebezi kwenye swali aliyouliza moja kati ya watu kwenye comment akisema kwamba kumbe shida sio kugusa link, shida ni kufuata maelekezo, okay. Na kujibu hivi, shida inaweza ikawa kugusa link, lakini pia shida inaweza kuwa kufuata maelekezo, inategemea na link yenyewe. Kuna baadhi ya link ukizigusa hazitakuwa na shida, kugusa tu ila maelekezo gani uliyoyafuata, lakini pia kuna baadhi ya link ukizigusa zinaweza kuwa na shida okay? Sasa uh, nitakwenda kuonyesha kwa mfano kuna linki moja hapa ambayo nilitumiwa kupitia WhatsApp. Linki hiyo baada ya kutumiwa nikaifungua, sawa, nitakuonyesha hapo mbele, hii hapa okay. Sasa nataka nikuonyeshe, uh, linki ambayo nilitumiwa hapa na uone kinachoendelea okay. kuna mtu anitumia linki hapa nikaweza kujifuadia mwenyewe. Hii linki ukiangalia ina maneno mengi mengi marefu. Sasa ukifungua inaonyesha uh, ongela NMB zawadi ya Krismas. Sasa je, NMB inatoa zawadi ya Krismas kwa wateja wake? Wakifika huku utakutana na na comment nyingi na hizi comment mara nyingi uh, kwa website ambazo ni fake unakuta ni wao wenyewe, yani wao kwa wao tu wa wana, wanafanya hivi ili kusudi ionyeshe kwamba kumbe ni kweli. Sasa kija kuangalia hii link hapa, uh, juu, angalia hapa juu ina maneno maneno fulani mengi ambayo hayaeleweki, kiigusa vizuri uh, utakuja kuona, eh, sti.xyz nini. Sasa kwenye kwenye security tunaona inaonekana ina security hapa kwenye connection. Connection, uh, is secure kwa maana kwamba hii kuigusa tu haiwezi ikakusababisha uweze kutokuwa salama au uweze kuakiwa, lakini kitu ambacho uh, kitakufanya uibiwe ni pamoja na kufuata maelekezo haya sawa. So, utaenda kujibu maswali na nini, itakupotezea muda sasa. so, so, ukija kuangalia original website ya NMB. So, original website ya NMB iko hapa sawa. So, unaangalia, ukifungua, ukija kuangalia juu kabisa huku kwenye uh, mini domain ya website yao ni nmbbank.co.tz sio ile xyz kama ambavyo ilikuwa imeonyesha kule huku. Hii nani email, nani email, makampuni mengi ya Tanzania yaliyosajiliwa most yanakuwa uh, domain zao ni .co.tz. Hii ni kwa pande wa makampuni kama ambavyo tuliona, uh, kwenye video zilizopita kwamba website za serikali zinakuwa mosti zinakuwa ni .go.tz. Sasa hii ambayo unaona .xyz hii amna kitu. Kwa hiyo huyu ni mtu tu alitengeneza au ni watu walitengeneza kwa lengo la kuibia watu. Sasa huyu mtu alinitumia hii, yawezekana pengine na yeye alikuwa ajui kwamba hii ni fake. Okay, sawa. Kwa hiyo katika dunia ya sasa teknolojia imekuwa sana na watu wanaitumia vibaya kuweza kudanganya watu, kuna website nyingi ambazo ni fake. Sawa. Sasa vitu gani vya msingi vya kuzingatia? Angalia URL ile ambayo tumeiangalia kule ambayo nimekwambia utakuta nyingine https eh, www. Hiyo hapo sawa. Sasa dalili ya kwamba hii ni feki kwenye hiyo URL, kwanza utaangalia, inakuwa na makosa ya herufi au inakuwa na maneno ya ajabuajabu -ajabu. Sawa, mfano Facebook double o, o, o. Sawa, hii ni moja kati ya mambo, angalia kwenye Eh, hakikisha kuna https kwenye hiyo website. Https ina maana ya kama ni hypertext transfer protocol security. Kwa hiyo website nyingine utakuta kwenye neno https kuna http, ile ya mwanzo kabisa pale kwenye url utakuta http, hiyo s ya ipo na wakati, ile s ni security. Sasa ile s inasaidia nini? Kwanza inasaidia kulinda hiyo https yote kwa ujumla, inasaidia kulinda taarifa zako, kuficha data unazoweka ili zisivuje. Sawa, so, lakini kumbuka, kuwepo kwa https tu haitoshi, lakini hiyo ni moja kati ya sehemu tu ambayo ukiangalia utaweza kugundua. Kwa hiyo wadukuzi pia wanaweza kuweka https. Kwa hiyo kuwa makini sana na vitu ambavyo unakwenda kugusa link ambazo unakwenda kugusa. Lakini kitu kingine, uh, kitu kingine ambacho tutaangalia, angalia muonekano wa website. Sawa. Website fake mara nyingi zinakuwa na picha zisizo na ubora. Sawa. Lakini pia inakuwa na maneno yenye makosa makosa makosa. Sawa. Pia inakuwa na rangi na rangi zisizopendeza, yani inakuwa na makosa makosa kibao. Sawa. kurasa zisizopakiwa vizuri, hakuna sehemu ya about kwa maana ya sehemu ya mawasiliano about au contact. Kwa maana ukikuta website kama ina about, ina maana itakuwa inaelezea ile ni website ya nini, labda ni ya kampuni, kampuni gani, iko wapi, sawa. Contact itaonyesha mawasiliano ya ile ile na ile website. Web, website huwa zimeandaliwa kwa umakini na ina taarifa sahihi na ina muonekano wa kitaalamu sawa, lakini pia kwenye tumesema kwenye hizo website fake tutakuwa hakuna taarifa za hakuna uh, taarifa za mawasiliano mawasiliano hamna, kwa maana kwamba hakuna namba ya simu hakuna barua pepe sawa, hakuna mahali kampuni ilipo na jina la kampuni liliposajiliwa sawa. Jina lilo sajiliwa, hiyo kampuni imesajiliwa kwa jina gani hamna, sawa. Website fake mara nyingi zinakuwa hivyo, sawa, okay. Lakini kitu kingine, huwa inaomba taarifa za siri haraka sana. E website, website fake mara nyingi huwa zinaomba password pin, sawa, namba ya, namba ya kadi OTP, kwa maana ya msimbo, taarifa za kitambulisho. Sawa, mara nyingi zinatumia maneno ya kushawishi kama haraka, ofa inaisha dakika tano, akaunti yako itafungwa kama hutajaza sasa. Sawa, za kwa hiyo usiweke taarifa zako za msingi kwenye website kama hizo lakini pia kuna kitu kinaitwa nasema kwamba browser huwa inatoa onyo browser, kwa maana kama unatumia Google, uh, I mean Google Chrome, ama kama unatumia Firefox ama kama unatumia Microsoft Edge. Sasa huwa inaonyesha uh, ishara zifuatazo. Kuna muda inaonyesha lady, lady warning, kwa maana inakuwa inatoa uh, tahadhari kwako, lakini pia inakuwa inatuma ujumbe ambao unaonyesha neno detective site ahead, kwamba kuna kuna site ambayo imekuwa detected ambayo inakuwa ina, ina, ina sio salama kwako, lakini pia this site may steal your information, ni kwamba hii site inaweza ikaiba taarifa zako. Kwa hiyo ukiona onyo hiyo, rudi nyuma mapema sana, usiendelee na hiyo website. Website usiingie kabisa kwenye hiyo website, sawa. Kwa hiyo hatari zilizopo katika kuangukia kwenye website fake, moja, akaunti zako zinaweza kudukuliwa, taarifa zako zinaweza kuuzwa, sawa. Unaweza kupoteza pesa, sawa. Mitambo yako inaweza kuingiliwa na programu hatari. Maana mitambo yako tunazungumzia inaweza kwa simu au kama ni kompyuta sawa. Pia unaweza kukosa udhibiti wa email na mitandao yako ya kijamii sawa. Pia jinsi ya kulinda jinsi ya kulinda, uh, nani, jinsi ya kujilinda, yani namna gani ambavyo unaweza kujilinda zidi ya ya huo udukuzi. Kwanza tumia password tofauti tofauti. Hakikisha unakuwa na password tofauti tofauti kwamba kama ni email hii ina password yake sawa web nani mtandao wa kijamii huu na password yake hivyo. Lakini pia usibonyeze linki za ajabu kutoka WhatsApp au kwenye SMS. Mtu anaweza kutumia linki kwenye WhatsApp, kama linki uielewi, usiibonyeze. Lakini pia hakikisha website yako ina https kama tulivyosema huko nyuma, angalia hiyo yu, URL yu mara mbili mbili, sawa? pia kitu kingine nasema usitumie wifi ya bure kufanya mambo muhimu kama ya benki. Usitumie wifi yetu, kuna sehemu kuna wifi unajua password au iko free wifi, haitumii password, unaingia tu afu unafanya mambo yako ya benki. Nyingine huwa zinatumika kudukua taarifa zako sawa. Hakikisha pia una update simu yako aa, na apps za usalama. Sa, website, website fake ziko nyingi sana siku hizi. Okay nitakupa mfano aa, na rafiki yangu mmoja aa, ambaye yeye alidukuliwa taarifa zake, na ndio mwanzo wa kutengeneza hii content. Nafikiri ukirudi nyuma kwenye zile video mbili nilizotengeneza, utakuta hicho kitu nilikueleza hicho kitu, kwamba yule mtu alitumiwa linki akabonyeza, akafata maelekezo, akaombwa kutuma, kutuma confirmation code akatuma. Mwisho wa siku, email zake zote mbili zikawa zimedukuliwa, ana udhibiti nazo. Akaunti yake ya Facebook ana udhibiti nayo. Uh, WhatsApp namba yake hana udhibiti nayo, ikawa iko chini ya watu wengine. Sawa, kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikakukuta kwao. Hakikisha unakuwa makini sana kwenye ile swala lakini, inapotokea sasa, kama wewe imesha kutokea hivi, umedukuliwa email yako, umedukuliwa WhatsApp namba yako, umedukuliwa mtandao wako wa kijamii wa Facebook ama Instagram, WhatsApp na kadhalika, hakikisha kitu cha kwanza kabisa, katoe taarifa polisi. Sawa, katoe taarifa polisi, upewe uh, upe, upewe document ambayo itakuthibitisha kwamba wewe hiki kimekutokea na eweza kutoa taarifa wapi polisi, kwa maana kwamba huyo mtu anaweza kutumia hiyo email ama hiyo Facebook account yako kufanya vitu vya ajabu kabisa, alafu ukaja ukajikuta kwenye tatizo kwa sababu ilifunguliwa kwa utambulisho wako. Sawa, kwa hiyo hakikisha unajilinda juu ya hili mimi ni kutakie wakati mwema. Naitwa director Sam, tukutane katika video nyingine zijazo. Aa, katika mfululizo wa video zinazokuja ni juu ya namna gani ambavyo unaweza ukaitengeneza tumia YouTube kama fursa, uijue YouTube ni nini na inatumikaje kuweza kukupa faida.